Unajua wanaopanga hii ratiba ya CRDB wanakosea sana. Unajua leo, yani ungewaleta Yanga Songea, yani si vitu vingi sana utapata hapa, biashara zitakuwa nzuri, kila kitu Songea kitaamka yani, watu wana hamu sana kuiona Yanga ikifika ikifika Songea. Na uwanja sasa huko uko vizuri, kama unavyoona, kama umeweza kufungulia ule uwanja wa Tabora ambao ulitengenezwa sana, uwanja wa Majimaji unavyoona, uwanja wa Tabora na wa Songea huko hivyo hivyo, leo hii yani wale Yanga wangetoka kule Mwenge wangekuja wangekuja Songea, uwanja wote ungefurika huo, na hela wangepata nyingi sana, lakini bodi ya ligi waacha mambo ya Simba na Yanga kila siku, kila game wao hajatoka mkoa kila anacheza, kila em anacheza Dar es Salaam. Songea United na ni kweli, na, na ni kiongozi wa Afrika anaongoza vilabu vyote ikiwemo timu ya pili la tatu la kwanza. Uh, Simba wao ni mwenyekiti wao yule yee yeah, ange, ange, yani angetumia tu binadamu, angeomba pale bodi ali ii mechi ingeletwa tu tusongea. Unajua sisi Songea tunachotaka so, so kuitoa Yanga au nini, sisi tunataka mapato tu, angekuwa vizuri, ngeweza kuisaidia hii timu yetu Asongea na United. unajua Yanga akifika hapa so kama Yanga saa mechi itakuwa ngumu lakini m, kwa Yanga ile Yanga ambayo inakimbiwa hata si wenyewe Songea United tunaogopa, basi tu wangeleta tu game huko yeah. huko hamna mabausa kama kule, mechi ingecheza game ya Yanga na Songea United, tunaitakiwa kujiangalia kwa pande mbili. Itakuwa ndogo kama itachezewa Dar es Salaam, lakini itakuwa kubwa sana kama itachezewa Songea. Na hii hata TFF wanatakiwa wajue kwamba kama kuna namna yoyote ya kuweza kutengeneza mazingira ya Yanga kuja kucheza hapa na yakawa hayaathiri ratiba ya Yanga. It's better wakaja hapa kwa sababu wakija hapa kwanza kwa Yanga watakuwa wamekuja wame kwa mashabiki wao, wamekuja kutengeneza mahusiano kwa mashabiki wao pia. Lakini pia kwa sisi mkoa wa Ruvuma utaleta faida kubwa, wakina mamantilia watafanya kazi yes, zitalala izita, zitalaza watu watu watatoka mikoa mbalimbali, watu watatoka mikoa ya jirani, watu watatoka wilaya za jirani kuja kucheki mpira kikubwa. Niombe sana kama kuna uwezekano wote wa Yanga kuja Songea na possibility inawezekana ikawe, ikawezekana Tumwombe Mungu iwezekane, na mimi naiombea sana hiyo iwezekane. Kama tutaenda kule, hii game itakuwa ndogo, haitaingiza hela kivile, kwa sababu watu wote waweza kuja kuiona Yanga ikicheza na Songea United, lakini Songea United hapa ikicheza na Yanga, watu wengi watakuja hapa na watajaa na uwanja huu, na uhakika tutaizungumzia milioni 140, 150 ni kitu kama hiko. Sasa tukienda kule, sidhani hata kama milioni tatu itafika. Neno langu kwa Songea United kwanza, ni mchezo ambao unatakiwa wakajitangaze, wakacheze mpira mzuri zaidi, wakajitume kwa sababu timu zile kitu kikubwa wewe unatakiwa ukajitume, ucheze mtu na mtu wale, usiwachie wacheze peke yao. Ukacheza peke yao unapigwa hata kumi, lakini wao unatakiwa zamani walikuwa wanasema unakaba chama, chama na mwogera.